lakini ahueni maeneo haya. Eh, hiyo ni ahueni kwenye bajeti eh, gazeti la kuna Mwananchi nakwambia, ahueni kwenye maeneo haya. Lakini hatari, vituo vya mafuta kugeuzwa maegesho, hatari, vituo vya mafuta kugeuzwa maegesho ya magari. Lakini Samia atoa ujumbe, eh, ujumbe kwa viongozi wa Afrika. Huyo ni Samia Suluhu Hassan atoa ujumbe kwa viongozi wa bara la Afrika. Lakini bado kuna habari inasema Kenya yapiga pini vituo vya redio televisheni E, maandamano ya Gen Z kuonyeshwa. e, Kenya apiga mapini vituo vya redio TV, maandamano ya Gen Z. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, lakini tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye na habari kubwa inayosema wanafunzi waumbua e, walimu, e, e, waumbua walimu msaada wa kisheria, lakini bado kuna habari inayosema Mchengerwa agiza mkandarasi gogoi watenguliwe mikataba. Huyo ni Mchengerwa agiza wakandarasi magoigoi watenguliwe mkataba, lakini bado kuna habari inayosema Samia ataka amani umoja Afrika. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan ataka amani umoja bara la Afrika, lakini lengo ni kupata uhuru wa kiuchumi, mageuzi ya kifikra la hamishia hamasisha uh, wanawake vijana kupewa fursa, lakini ATCL kwenda Msumbiji mwisho wa mwaka hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari unasema wengine, uh, sheria yazuia uh, mamlaka kufunga biashara na wengine, uh, 42 uh, kutoka Israeli warejea uh, nyumbani lakini bado kuna pale inasema Tanesco ya ruhusu ubia uzalishaji umeme. E, Tanesco ya ruhusu ubia uzalishaji wa umeme, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo, lakini habari kubwa ni Samia taka amani umoja bara la Afrika. Na tukiachana na gazeti lako la habari leo, tuangazie gazeti lako e, la Uhuru lenye linaandika Rais Samia Tanzania na Msumbiji kushirikiana. E, Rais Samia asema Tanzania na Msumbiji kushirikiana lakini wanafunzi 2398 wanufaika kupata mikopo ya elimu ya juu e, wanafunzi 2398 wanufaika kupata mikopo ya elimu ya juu. Lakini kuna bali nasema mpango serikali kufufua viwanda vyote, huyo ni Jafo wasema E, mpango wa serikali kufufua viwanda vyote. Lakini bado kwenye gazeti lako la Uhuru kuna habari kubwa inayosema Rais Samia, Tanzania na Msumbiji kushirikiana, huku Steven Wasira aeleza CCM itakavyopata wagombea. E, huyo ni Steven Wasira aeleza CCM itakavyopata wagombea. Lakini bado kuna habari inayosema sababu tisa e, zinazochochea e, ukatili nchini zaanikwa. Eh, sababu tisa zinazochochea ukatili nchini zani kwa. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo lina habari kubwa inaosema Dr. Mwinyi ubora wa viwango hukuza masoko kimataifa. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo kwa siku ya leo asubuhi linaandika Dr. Mwinyi ubora wa viwango kukuza masoko bara la Afrika lakini wanajeshi saba wa Israeli wauawa Gaza, huku bunge lapitisha muswada wa sheria ya fedha. E, bunge lapitisha muswada wa sheria ya fedha, na wanawake wapatiwa vifaa vya kilimo cha mwani. Wanawake e, wapatiwa vifaa e, kilimo cha mwani. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti la Zanzibar leo, lakini kuna habari inayosema kundi la kwanza la Watanzania waliokuwa Israeli la rejea nchini Tanzania lakini serikali zinathamini mchango wa abaharahsmaserikaliathamini wa mchango wa mabaharia. Hilo ni gazeti lak na na na na uh, Mikindani uh, serikali ya jenga bandari nyingine lakini Wasira atoa maelekezo wagombea Wasira atoa maelekezo wagombea ubunge CCM. E, CCM asema chama kitateua wachache kati yao. E, wanachama wengi watagombea, lakini asisitiza kazi ya CCM sio kuwakata, bali kuteua. Na serikali yatoa maelekezo kwa bodi ya AQRB, yasisitiza makazi bora. Lakini Brela yatoa msaada kwa watoto e, wenye uhitaji Brela ayatoa msaada kwa watoto wenye uhitaji. Samia asisitiza ushirikiano na Jamhuri ya Msumbiji. Iyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Majira, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Waziri Masauni aipa Nemki jukumu elimu kwa umma. E, Waziri Masauni aipa Nemki jukumu elimu kwa umma. Iyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira, pata nakala yako kwa habari kwa kinam lakini tukachana gazeti la Majira, tuangazie gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye linaandikwa, Mchengera awajia juu makandarasi wa zembe. Mchengerwa awajia juu makandarasi wa zembe, na Rais Samia, tunajivunia mchango uliotoa Msumbiji kwenye uhuru. E, Rais Samia asema tunajivunia mchango tuliotoa kwa Msumbiji kwenye uhuru. Lakini spika wa bunge Dr Tulia, kazi nzuri inafanyika TRA. Huyo ni spika wa bunge Dr Akson Tilia asema kazi nzuri inafanyika TRA. Lakini bado kuna habari inasema waziri Masauni aipongeza menejmenti ya Nemki. E, waziri Masauni aipongeza menejmenti ya Nemki. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira. Lakini huku gazeti lako Raia ya Mzalendo, ukweli na uwazi, lenye habari kubwa e, inayosema waziri Masauni ataka Watanzania walinde mazingira kwa nguvu zote. E, waziri Masauni anasema ataka Watanzania walinde mazingira kwa nguvu zote na Salma Kikwete, Oktoba Mchinga anataki e, wanatiki kwa rais Dr Samia. Huyo ni Salma Kikwete asema Oktoba Mchinga wanatiki kwa Dr Samia. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la raia Mzalendo. Lakini asema wamemwahidi ubunge hadi achoke yeye, e, huko Mchinga. Huyo ni e, mke wa rais wa zamani e, Kikwete asema wamemwahidi ubunge hadi achoke yeye mwenyewe hiyo ni habari kwenye gazeti lako la raia Mzalendo. Lakini jaji mkuu mstaafu Kenya ajiunga na maandamano ya jeshi kupinga ukatili wa polisi, eh, wa jeshi la polisi. hiyo ni habari kwenye gazeti lako la raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga lenyewe linaandika serikali yaanza mchakato wa marekebisho ya sheria ya alama za bidhaa, na Rais Samia alilia amani umoja bara la Afrika. Masauni aipa nemke jukumu elimu kwa umma. Lakini waziri Jenista akerwa na uzuiaji maiti hospitali atoa agizo. Huyo ni Jenista Mhagama akerwa na uzuiaji wa maiti kwenye hospitali za Tanzania atoa maagizo, hilo ni gazeti lako la kula wa machinga e, huku bado serikali yaanza mchakato wa marekebisho ya sheria za alama abidha. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la wa machinga kwenye kurasa za mbele lakini gazeti la Mwanahabari gazeti bora kabisa asubuhi ya leo lenye inatuandikia habari inaosema Tanzania na Msumbiji kuimarisha uhusiano wa kibiashara eh, huyo ni Rais Samia. Lakini waziri mkuu aongoza kikao cha 13 kamati kuu ya taifa ya sensa, na Dkt. Biteko wa serikali inaweka sera za kulinda na kuvutia uwekezaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele lakini Mtazamo Mpya gazeti lako linaandika Dr Mwigulu, malalamiko ya kodi yamepungua. Hilo ni gazeti lako na Mtazamo Mpya linaandika Dr Mwigulu, malalamiko ya kodi yamepungua. Lakini ubunge CCM Kinondoni kazi ipo. E, ubunge CCM Kinondoni kazi ipo. E, Songoro Mnyonge, Idi Azani waungana kumkabili e, Tarimba hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya. Lakini Gambo atoa pumzi ya mwisho bungeni akidilia hatima ya kiwanda cha General Tyre, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mtazamo Mpya. Sisi mtutawapitisha wanaokubaliki eh, ni sisi mwasema tutawapitisha wanaokubalika kwa wananchi eh, ni wale tu wanaokubalika kwa wananchi. Lakini Mwigulu, malalamiko ya kodi yamepungua. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Mtazamo Mpya. Nasema, eh, malalamiko ya kodi yamepungua sema kamishna wa TRA ameelewa falsafa ya rais juu ya ukusanyaji wa mapato. Spika Tulia asema kuna kazi nzuri imefanyika, lakini ataka wabunge, e, ataka wabunge wawe mfano mzuri wa kulipa kodi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mtazamo mpya ukurasa wa mbele. Na tuachane sasa na gazeti la mtazamo mpya tuangazie gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii, lenyewe kwenye kurasa wa mbele linaandika mambo matano yaliyotikisa hilo e, ni gazeti lako la Nipashe naandika mambo matano tikisa bunge la kumi na mbili. Lakini babu miaka sabini jela maisha kwa kusafirisha bangi na watu 249 washinda kitabu cha Dr. Mengi. Lakini rais Samia ataka Tanzania na Msumbiji kush, kushikamana kufikia uhuru wa kiuchumi yule. Ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, e, tuangazie sasa kwenye michezo e, na burudani tunaanza na gazeti lako la Mtazamo Mpya linaandika habari kubwa: Yanga ya beba ubingwa wa 31. Lakini Rais Samia aipa tano Yanga na gazeti lako la Mwana Habari e, lenyewe linaandika Yanga ya beba ndo ligi kuu mara nne mfululizo lakini yaiua Simba goli mbili kwa sifuri kwa Mkapa. Simba yajipanga kwa msimu ujao na gazeti lako la machinga lenie inaandika Yanga bingwa mara nne mfululizo yaichapa Simba goli mbili kwa Mkapa. Rais Samia watumia salam za pongezi. Lakini kimataifa, Chelsea wana matumaini eh, kwa Gittins. na Nunez afikiria Napoli akiondoka Liverpool. Na gazeti lako la machinga, lakini raia mzalendo Pacome awanyoa Simba eh, huyu ni Pacome Zuzu awanyoa Simba na habari picha akimwonyesha akiwa na furaha tele, lakini gazeti lako lenyewe la dira linaandika simba ya tepeta, yanga wainyuka goli mbili kwa Mkapa. Lakini kiungo aliyeshushwa yanga ajifua kambini. Na gazeti lako la majira linaandika rais Samia aipongeza yanga kutua ubingwa, yaichapa simba goli mbili, ubora umeamua. Lakini kocha Fadu, simba inahitaji kuboresha kikosi. Lakini Zanzibar leo, yanga bingwa NBC 2024 2025 shiri Eh, lakini kuna habari inasema shirikini michezo kuepuka vitendo viovu, huyo ni Fatma JKU. Yaendeleza ubabe ligi kuu ya wanawake Zanzibar. Lakini Uhuru, gazeti lako naandika Yanga yabeba tena ubingwa eh, Yanga ya beba tena ubingwa, utamu wa dabi ulikuwa hapa. Lakini gazeti lako la habari leo lenye linaandika Yanga bingwa mara tano ya izima tena Simba lakini kwenye burudani Harmonize Rude Boy kuachia wimbo mpya ambayo inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini Kigoma Arusha zaanza vema kikapu na gazeti lako la michezo, gazeti la Nipashe Mwanga Jamii asubuhi ya leo lenye linaandika Yanga yatoa ubingwa kibabe. E, yanyakua taji ligi kuu mara nne mfululizo Pacome wagumzo